Yoyote atakimfananisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na viumbe vyake huyo ni kafir. Arrahmanun ala al-arsh istawa, Mwenyezi Mungu amestawi juu ya juu ya arsh. Kustawi si kwa maana ya kukaa au amejitengenezea mahali kwamba Mungu yuko mahala fulani, na mpaka wengine wana, wanafikia hatua kumnasibishia Mwenyezi Mungu kwamba Mungu yuko mbinguni. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikuwepo kabla ya kuumba hiyo arshi Mungu alikuwepo kabla ya kuumba mbingu, kabla ya kuumba mahali, Mungu yupo. Je, kabla ya kuumba arshi, kabla ya kuumba mbingu, kabla ya kuumba mahali, Mungu alikuwa wapi? Mungu yuko hivyo alivyo kabla ya kuumba chochote, si kwamba baada ya kuumba arshi sasa ndo akaikalia arshi. Arrahmanu ala larshi stawa. Tuisome Qurani, tuielewe na tujue lugha ya Kiarabu. Yoyote atakimfananisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na viumbe amekufuru.